Serikali imefanikiwa kumaliza mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka kumi kati ya wananchi wa kijiji cha Kapunga wilayani Mbarali mkoani Mbeya na mwekezaji wa shamba la Mpunga la Kapunga, kampuni ya Export Trading ya jijini Dar es Salaam, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Mkombe Zanda. Serikali imemaliza mgogoro huo baada ya kufanikiwa kumshawishi mwekezaji huyo kurudisha hekta elfu moja mia nane na sabini za kijiji hicho zilizoingizwa kimakosa kwenye miliki ya kampuni hiyo mwaka wa elfu mbili na tano Mwaka elfu mbili na tano mwekezaji huyo aliomba kununua hekta elfu tano na mia tano za shamba la mpunga la Kapunga, lakini wakati akiuziwa eneo hilo watendaji wa serikali walimuuzia hekta elfu saba mia tatu na sabini zikiwemo elfu moja mia nane na sabini za kijiji cha Kapunga kwa shilingi bilioni mbili nukta tatu, hatua yaliosababisha mgogoro baina ya wananchi wa kijiji hicho na mwekezaji huyo. Baada ya mgogoro uliodumu kwa miaka kumi, hatimaye waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi amefika katika kijiji hicho na kuwaeleza wananchi hao kuwa mwekezaji huyo sasa amekubali kuzirudisha hekta hizo mikononi mwao. za mezani sisi tumemaliza, lakini sasa tunapima huku chini ili tuwarudishieni hizo ekari, ekari elfu moja na mia nane sabini mtarudishiwa ardhi, sio karatasi. Lukuvi amekataza viongozi na watu wasio wakazi wa, wa, wa kijiji hicho kugawana eneo hilo. Nisisikie sijui mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ujumbe sijui wa nini, ujumbe wa kamati ya siasa ya mkoa. Haya sio mashamba yenu. Wakazi wa kijiji hicho wamebainisha furaha yao kufuatia hatua hiyo. Bwana, tulikuwa tuna uhaba wa ardhi, sehemu kubwa ilikuwa imelikiwa na watu wabaki. lakini kwa hili leo kuja kutukumbuka wakazi wa kijiji cha Kapunga, tunashukuru sana, kwa saa hizi tutafaridika uh -huh. Kama tume, ishi, sana. Na leo hii waziri nani rais alipokuja kufanya ku, kampeni alitupa hai kusema kwamba mimi nitauisha na tunashukuru saii kweli ameshat. Wadau wa masuala ya ardhi wanatahadharisha kuwa ili kuepusha mgogoro mwingine, serikali inapaswa kuwa makini katika ugawaji wa hekta hizo kwa wananchi husika. Mkombe Zanda, Star TV, Mbeya.